Kwanza tumepokea kwa mshtuko kifo cha ndugu yetu ambaye Abbas Alhasan Mwinyi. Kama mnavyofahamu, tarehe ishirini na nne tulikuwa tuko Pemba kwenye mkutano wetu kule Makombeni, wilaya ya Mkoani. Tuliporudi majira ya saa tatu, tulikuwa tunafanya tathmini na mgombea wetu pale katika e, ikulu yake Pangali. Baadae tulipomaliza, tukarejea katika maeneo yetu. Kuanzia muda saa nane tukapata taarifa za msiba wa kaka yetu na mbunge mteule Abbas Alhasan Mwinyi, kwa kweli ilitushtua kwa sababu tulikuwa tuna taarifa kama anaumwa, lakini ilikuwa hali ya kawaida. Bahati nzuri mimi ndo nilikwenda kuzindua kampeni za jimbo lake Fuoni, nilizungumza naye, yuko hospitali lakini hakuwa serious kama tulipata. Labda kikubwa, mnataka kufahamu baada ya kifo chake na alikuwa tayari mteule ameshapitishwa, nini kinachofuata? Taratibu, ukisoma eh, ukisoma Katiba ya Jamhuri ya Muungano sheria namba nne, sheria namba, namba mbili ibara ya sabini na nne ambayo inazungumzia Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ambayo imeelekeza wazi, ndipo ikitokea mgombea wa nafasi mgombe, ya rais ama mgombea mwenza au mbunge ama diwani ya kifariki, basi chama kitatakiwa kiwasilishe jina la mtu mwingine ili ataziba kabla ya uchaguzi. Lakini bahati nzuri au mbaya, tulipata msiba pia wa alokuwa spika E, Ndugai. Kwa maneno chama, utaratibu wetu sasa baada ya mazishi yayo, tutaanza utaratibu wa kuwatangazia e, wananchi kuchukua fomu kwa muda mfupi, na tutakaa vikao vyote vile vya kupokea halali vya chama, lakini kumbuke kikao chetu cha mwisho cha uteuzi kinakuwa ni halmashauri kwa taifa kwa nafasi ya ubunge na uwakilishi, lakini hapo hapo katiba yetu imekasimu mamlaka kwa kamati kuu. Kamati kuu ni kichombo ambacho kinaitishwa mara moja na kinafanya maamuzi, kwa maana tunashaka Mungu amempenda zaidi, lakini chama kitaandaa sasa utaratibu wa kupata mrithi wake katika hilo eneo kupitia vikao vya kikanuni na kikatiba ya chama chetu. Hapana, tunatarajia ndani ya kipindi hichi ichi tutafanya hilo kwa sababu muda tuna uchaguzi uko, uko mwezi unaokuja huo. Tukiwahi hapa, tutafanya lakini sheria pia inatupa kwamba tume wanaweza akapeleka mbele uchaguzi wa ubunge katika eneo husika kutokana na kifo cha candidate mmoja kati ya wale kwa maneno yote, utakapokuwa tukiwahi ndani ya muda tutakwenda, lakini hatukuwahi, basi tutafanya huu e, uchaguzi utasuguza mbele kidogo na tutampata e, mbunge wa jimbo la Fuoni.